Wakizungumza mara baada ya kutembelewa na viongozi wa taasisi ya TK Movement mkoani Geita, vijana hao wamesema mpaka sasa wana mbuzi wapatao sita, kuku kumi na wawili na kwa siku wanauza lita saba mpaka kumi za mafuta ya petroli. Mradi wa kwanza ni mradi wa uzaji wa mafuta ya petroli. Mradi huu tunaufanya na tulianza kwa sababu ya changizo kidogo tulifanya kwa vijana, tukao tumepata kiasi fulani, tukaanzisha mradi huu. Mradi wa pili ni mradi wa ufugaji wa kuku. Mradi huu pia tuliuanzisha kwa kufanya changizo kwa vijana, tukawa tumepata kiasi fulani tukaanzisha ufugaji wa kuku, na mpaka sasa tuna kuku kumi na wawili, na tuna mradi wetu pia wa tatu, mradi wa ufugaji wa mbuzi. Mradi huu tumekuwa tukifanya changizo, tukipata hela kiasi tunafata mbuzi au tunafata wawili, na mpaka sasa tuna mbuzi sita. Zumuni letu. Hii miradi itusaidie ku kujiinua kila mmoja wetu vijana tuliopo kwenye hii miradi kimaisha na kiuchumi, pia itatusaidia kila mmoja wetu kunalingana vijana wakuta hapo kwenye mfumo ya biashara matukio yanakuwepo yanakuwepo matukio, lakini wakiingia kwenye mfumo ya biashara kama walivyoanzisha hapa sasa hivi wote wakajikita kule inakuwa vizuri, matukio yatapungua. Mratibu wa taasisi ya TK Movement Manispaa ya Geita Festo Mgema amesema ni wakati sasa wa vijana wengi kugeuza changamoto walizonazo kwa fursa ya kujiingizia kipato na changamoto zao wanapozigeuza kuwa fursa, ni ule muda mwingi ambao wanautumia kwa mambo ya ajabu ambayo hayastahili katika taifa, wanaubadilisha na kuwa watendaji wa kufanya kazi za kuingiza uchumi, ambao pia wanapata pato lao, pamoja na serikali inapata mapato yake, na maana kwa kiasi kikubwa watachangia pato la taifa na uchumi wa taifa. Kwa niaba ya ofisi ya mbunge, tupo nyuma yenu, tutahakikisha kwamba chochote ambacho mtapenda tukifanye kupitia uongozi wa wilaya yetu au manispaa yetu ya Geita, basi tutayatekeleza tuta